Mwitikio wa watu hapa walikuwa mzuri sana kwa kweli, watu wamejitokeza sana na umasiji umefanyika hali ya juu, na kama walivyoona pale wa mwisho, mwenyekiti amebahatika hapa amemkabidhi kitambulisho yule ambaye alikuja kuboresha taarifa zake katika daftari la kudumu. Tunashukuru sana tume kwa ushirikiano ulotupa, na kwa kweli sisi tumemaliza zoezi salama. Tunashukuru Mwenyezi Mungu e, tume. Mungu awabariki sana. Taifa ya Uchaguzi imekamilisha mzunguko wa pili wa awamu ya pili uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mimi nimeshuhudia zoezi hili likihitimishwa hapa kwenye kituo cha kata Bwilingu cha Chalinze. E, watu walikuwa wamejitokeza na nimekuta mtu wa mwisho ambaye kasoro kama dakika tano hivi amehitimisha na kukamilisha na kuchukua kitambulisho chake. Kwa ujumla watu wengi wamejitokeza, e, katika mikoa hii kumi na sita ambayo imeshirika katika mzunguko wa pili uh, wa uboreshaji wa daftari katika awamu hii ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Nimeshuhudia hivyo pia, pamoja na wenzangu ambao pia walikuwa katika mikoa mingine, wameshuhudia pia zoezi hili likifungwa. Kwa hiyo kwa upande wa, wa wananchi leo ndio tumehitimisha zoezi hilo, tunabakisha uh, mahabusu na wafungwa, zoezi ambalo tutalifanya katika awamu ya tatu ya uboreshaji wa daftari hapo eh, mwezi mwezi wa sita. Zoezi hili litahusu wafungwa, mahabusu katika magereza na vyuo vya mafunzo kule eh, Zanzibar. Naitwa Emmanuel Makenzi Mathias, nimekuja kuandikisha kupata upiga kura absh ha upiga kula, hatimaye nimefanikisha na kajangu hii hapa i kusudi kukamilisha zoezi letu la uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo napenda kuwashukuru wote ambao tumekuja kujichagua kwa katika upigaji kula huu, na tudumu kuwahudumisha katika chama chetu na upigaji kula wa halali, na kitambi changu hichi hapa cha halali kabisa. Karibuni katika uchaguzi.